Tupo KMC. Simba Sports Club anaenda kukutana na TMA, CRB Confederation Cup. Wao ukisikia CRB Confederation Cup hii hii hili kombe unadhani lina maana gani kwa hivi vilabu kwa timu yako kwa Simba? Ah, ili kama timu hii na maana kubwa Mala kwetu, kwetu sisi ni muhimu na malengo yetu msimu huu kuchukua kila aina ya kombe ambao lipo mbele yetu. Kwa hiyo kiufupi, sisi hili tumejiandaa, tutapambana nayo e, ila hatujajua mpinzani upoja, lakini tupo kwa ajili ya mchezo wa leo, na kikubwa tupate matokeo mazuri, ili tupate kwenda hatua inayofuata. Nadhani kuna namna yoyote ile, uh, coach wa Simba Sports Club anaweza haka, haka, akaanzisha kikosi tofauti leo kwa sababu kumbuka Simba anahitaji ku, kuwa fiti anapokwenda kukutana na Yanga game ambayo imeahirishwa tarehe nane. Nadhani leo Simba ataingiza silaha zake zote au ataingia kwa uoga wa mantiki ya kulinda wachezaji wake zaidi kwa ajili ya gemu ijayo? Ah, hapo blaza, Simba ukizungumzia Simba kama Simba kwa sasa hivi imejipata ya yaani Simba ana kikosi kipana, kwa hiyo yani kocha mwenyewe kiufupi, yeye mwenyewe anaamua leo anze na nani, yoyote ataanza naye anakuwa na performance, kwa sababu wachezaji wote ukiangalia uwezo wanaambatana. Kwa hiyo ukimtoa huyu, hata kama kuna huyu ameumia, sio na majeraha, ukimwingiza huyu performance ni ile ile tu, inatofautiana tu kidogo, lakini wote kifupi wapo vizuri. Kwa hiyo mimi sina shaka kuhusu hilo, kama ni kupumzisha watu kiamo, kama kupumzisha watu, nadhani ni mtu gani anaweza kupumzishwa leo kwa ajili ya kumlinda kwa ajili ya kesho, mechi ijayo, au mtu ambaye hatocheza sana leo, hatopata time kubwa sana ya kucheza Labda hapo kama nani huyu Ateba, hata e, akimpumzisha leo inakuwa fresh mpanzu yani, hata kama Kibu e, Shomali, Kapombe, Mohamed Hoseni, hata Ngoma, yani hata yani wale ambao wa muhimu muhimu sana kama kikosi cha kwanza, wakipumzisha watakaribia hata nusu timu nzima, kwa wale wanaobakia wanaweza kukava nafasi, kwa sababu wote wapo vizuri kiufupi. Nataka kuniambia Simba ikipumzisha watu wote au inaweza ikatoboa game yale? Ah, inatoboa. Nzuri kabisa. Kabisa. Kwa michuano mingine ambayo inaendelea mm, uh, viwanja vya Kaitaba Kagera, uh, uh, aenda kukutana uh, Kagera Sugar pamoja uh, na Namungo uh, FC. Hii mechi ni tazamani. Sababu si haribiko Federation Cup ni, ni, ni, ni, ni kuna mechi nyingine zinaendelea. Uh, uh, kwenye maeska... ya thelathini na mbili, Round ya ya ya ya, ya, ya thelathini na mbili bora naangalia na timu ambao anakutana nayo, mfano kama Kagera kidogo, wale kutana na Simba wale wanakuwa kidogo na wanatusumbua sana, kwo wachezaji wale muhimu muhimu sana. Lazima kwa, kwa, kwa mechi kama hiyo inabidi waanze e, anabidi waanze kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kusema waingizi hao ambao wanaingia kwa muda mchache inakuwa kuna vitu tunavikosa, ila kama wanakuwa hapo fiti, wote wana umuhimu wao kuanza wote ndo baadaye kama ukiona mchezaji huyo aeleweki unamtoa una una namwingiza mwingine. mwitikio wa mechi ya leo unaionaje? Kwa sababu juzi watanzania wengi sana wamevunjwa moyo wa na kitendo kilichofanyika, uh, kuahirishwa kwa gemi ya Simba na Yanga. unadhani mwitikio wa gemi ya leo unaweza kuwa ni kama wa siku zote au kutakuwa kuna mabadiliko? Mwitikio ni ule ule tu washabiki, siku zote washabiki wa Simba wapo samama na timu yao, yani hata kama kutokea tatizo gani, bado wana ule moyo wa uvumilivu Mwana. Kwa hiyo yani mi naona ni vile vile tu, yaani akitapukiwa ya chochote hiyo. E, tutategemea mchezo mzuri, washabiki watajitokeza kwa wengi, tunategemea mechi nzuri bana. Ufupi, asante sana.